Tuelekee kaunti namba 40 sasa ambapo wazazi na baadhi ya viongozi wa usimamizi wa shule ya msingi ya Kamoit iliyoko katika eneo bunge la Teso huko Busia wanalalamikia miundo msingi duni ya shule hiyo, ikiwemo ukosefu wa vyoo na madarasa. Hii ni mojawapo ya shule zilizoanzishwa zaidi ya miongo mitano iliyopita na hata viongozi tajika kupata elimu katika shule hii. Ila sasa shule hiyo imetelekezwa. Hali si hali katika shule hii ya msingi ya Kakoit. Hili ndilo darasa la chekechea ambalo linatumika kama afisi ya walimu, store ya kuweka mali ya shule, huku sakafu ikiwa na vumbi tele, hali ambayo inaaminika kusababisha ongezeko la funza miongoni mwa wanafunzi. A, tulikuwa tuko na mbunge wetu ambayo ni Oku Kaunya mmoja ambaye aliyeanzishwa hii shule wakati ilianza mwaka wa 1974 el. Nimeona ni shule ambalo lilijengwa kitambo sana, na zile vitu hii mjengo tangu ianze mpaka hadi wakati huu, tuko na shida mingi sana. La kwanza, zile madarasa lilijengwa na wazee wa kitambo sana, hadi wana sasa hajawahi fanywa marekebisho yoyote kwa ile darasa sasa watoto wanapotoka nyumbani wako wasafi, wakifika hapo, kwa sababu mradi mtoto ni mtoto tu, lazima atafua hizo viatu akuja acheze na wengine, kwa hiyo mavumbi sasa. Baada ya hiyo, utapata mtoto amepata hiyo dudu na amekuja nayo wapi? Nyumbani. Na dudu kishafika nyumbani, aitauma mtoto peke yake, mpaka itafika hata kwa mtu mkubwa. Madarasa yale aa, wa, watoto wana, wanakaa ndani sio mazuri aidha laki walimu na wanafunzi wa shule hii wanategemea choo hiki kilichojengwa mwaka wa elfu mbili na tisa. Hii shule hata vyoo hatuna, tunashare vyoo na watoto wa ECD primary level na junior school, walimu hawana mahali pa kwenda kujisaidia baadhi ya madarasa yaliyokuwa yanategemewa na baadhi ya wanafunzi yamesalia katika hali mbovu baada ya paa zake kung'olewa na upepo miaka kadhaa iliyopita. Hii shule iliathirika mwaka jana, paa liliweza kubomolewa darasa la ECD. Mwaka mzima watoto wanasomea chini ya mti ambapo huo mti pia kuna nyuki, kuna Okukaunya, kuna Isaka Wamalwa kama awa... Area MCA na nominated MCA Rose Amoit. Tunawaomba tafadhali waingilie kati. Wazazi pia wanalalamika kuwa mazingira duni ya shule hiyo yamesababisha funza kuwavamia wanafunzi. Hii shule iliathirika mwaka jana paa liliweza kubomolewa darasa la ECD. Mwaka mzima watoto wanasomea chini ya mti ambapo huo mti pia kuna nyuki. Haya madarasa yamebaki hivyo hivyo na, tu, na tuko ndani ya serikali serikali. <coughs> kama hukukaonya pia alikuwa ni mwanafunzi wa katambu wa hii shule na mpaka sasa hatujui anafikiria nini. Pesa ya serikali hatuoni kwa hii shule ya CDF hatuoni, tuko tu ni kama hatujui penye tunaenda. Mamia ya wanafunzi wa shule hiyo walioathirika na funza wamepata nafuu baada ya kikundi kimoja kuwapelekea huduma za matibabu dhidi ya funza, mbali na kuwapa viatu pamoja na uhamasisho kuhusu usafi. Ni vigumu sana mtoto atakuwa kwa viatu, akifika nyumbani anakwambia mama kuna kitu inanowasha na ukisha mtoa leo kesho badi itarudia. So uh, we are trying to uh, make sure that we eradicate these jiggers because these students are being uh, disturbed so much uh, by these jiggers. They cannot even learn and concentrate very well. Uh, the status of this school is very wanting, very very wanting. Again, the toilets, teachers are sharing with students the same toilets there are insufficient toilets in this school Jane Cherotich Runinga ya Citizen kutoka eneo bunge la Teso Kaskazini kaunti ya Busia